Karibu sana mwana Azam FC katika kipindi chako pendwa cha Azam FC TV hapa Azam Sports 1 HD ya Azam TV, tulionayo leo hii tumemlambisha ice cream ya ukwaju APR kutoka nchini Rwanda na kupata ushindi utakaotupeleka kifua mbele katika ardhi ya nyumbani kwao. Anasababisha hatari ndani ya boksi ya kumi na nane, alikwenda kuweka mguu kumfanyia madhambi ya maksudi. Klaudi Niyo Mugabo ambaye ndi nahodha akamweka chini fei toto yamemkuta Honel Blanko, uno dos treta, hana Azam FC <laughs> bendera ya Azam FC! Inapopea sambamba na bendera ya taifa. Honel Blanko, namba kutoka Kolombia, ana kwa kolitiko ku atensio Mbana mbana wa, tunajua APR ni timu nzuri, pia tunafahamu wakiwa kwao watacheza mpira mkubwa ili kupata matokeo. Kwetu sisi ni nafasi nzuri zaidi ya kwenda kuwafunga tena. Yes, ni Jumapili ya Agosti 18. Mpenzi mtazamaji wetu, tunaanza kipindi chetu kwa kuangalia highlights za mchezo wetu wa kimataifa dhidi ya APR. Leo hatuna maneno mengi. Tunaangalia mbungi safi iliyopigwa na wapambanaji wetu katika dimba la Azam Complex. Wanaokaribisha apre APR kutoka Kigali 24, wakikosa ubingwa dhidi ya Red Arrows Airmen kutoka kule Lusaka. Bruno Ferry kocha namna ambavyo ameanza kwenye kikosi Mohamed Mustafa, na experience ya kutosha Ushelisheli. APR Darko Novic, kocha huyu ambaye anarejea tena Tanzania, ameanza na Nzila Pavel, Jason Fuentes Mendoza. Ndo picha ya mwisho kabla ya mwamuzi kupuliza kipenga cha kuanzisha mchezo huu wa Ligi ya Mabingwa Afrika hatua ya awali, Azam FC dhidi ya APR Football Club kutoka kule Rwanda. Ni mchezo mzuri kabisa tunatarajia hapa uacha mpira kwa Lusajo Fesal ndaniya eneo la hatari. Fei toto nanyoshwa mpira lakini akuja vizuri, Honiel Branko amekwenda chini. Mwamuzi anasema ni fair challenge, kandanda iendelee. Pascal Msindo Gaudens kwenye control. safari inaendelea tena Mahmadulamin katika nafasi Richmond anakataa golikipa Mohamed Mustafa aliwekewa mpira katika njia na mguu la kushoto akaupeleka katika target lakini golikipa akakataa. Anashangaa Richmond Lamptey, nahodha Asante Kotoko. Ba Mahamadu Lamini anaonyeshwa kadi ya njano, ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi. Katika nafasi Faisal atakupitisha tena mpira na kubatiza katika mkono wa Captain Claude Niyomugabo. Faisal alipitisha pasi Msindo, Gaudence akaunyanyua kupitisha mbele, lakini mambo yakaenda tofauti. Darko, kocha huyu wa kikosi cha APR, huyu ndiye kocha ambaye alikuwa akinoa kikosi cha US Monastir, yuko chini. Kadi ya njano anaonyeshwa Yunus Nshimiyimana, jezi nambali 28 mwaka 2022-2023 alikuwa top scorer wa ligi daraja la pili. Azam TSM amehujaza ndani huku, nachezwa kwa kichwa, umekwenda nje target. APR hawana kadi ya njano wanaonesha Jibril Sila yeye ndio wa mwisho kuugusa mpira na mwamuzi anazimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza, hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2024 2025. Blanco yupo katika safu ya kushambulia kandanda imeanza kuzimaliza 45 za kipindi cha pili. Dakika 45 ambazo zitakuwa za moto zaidi, hapana shaka. Timu zote mbili zimekwenda kupata mawaidha kutoka katika mabenchi yao ya ufundi. Amefanyiwa madhambi ya kwanza, alimkosa. Ya pili ikaenda kumfanyia madhambi kwa kumvuta. Claude Leo Mugavo anaonyeshwa kadi ya njano ya pili, kampata ya kwanza, hii hapa akamkosa Faisal, akawa anaendelea kuchanja Muga. Ya pili akaona isiwe tabu, akamvuta kabisa hone Blanco. TSE Frank TSE anakataa golikipa penzila Venzila. Clean sheets kumi na sita msimu uliopita ligi kuu ya Rwanda aliwekewa setup nzuri sana nahone Blanco, akanyosha kwa mguu wake wa kulia. Frank kwenda kupokea Jibril Sila. Sila Jibril anatengeneza mpango, anacheza na Faisal Salum Abdallah Faitoto, mwamuzi anayefunika kati ni hapa, ni mkoja penalti, wanapata Azam. No excuse, leta kati anasababisha hatari ndani ya boksi ya 18 alikwenda kuweka mguu kumfanyia madhambi ya makusudi Claude Niyomugabo ambaye ndiye nahodha akamweka chini, fei toto yamemkuta Honel Blanco. Uno dos treta hala, Azam FC! Bendera ya Azam FC Inapepea sambamba na bendera ya taifa. Honier Blanco mwamba kutoka Colombia anamuuza golikipa Pavel Nzila, golikipa bora kabisa huyu wa ligi ya Rwanda. wanatakata Hashim Frank Tiese bali mekwa katika njia ile. Jibril Sila sila nje ya target. Jaribio kutoka katika mguu wa kushoto wenye nguvu zaidi uliokuwa mpira katika nafasi nzuri, akanyosha lakini almanusura. James Kamingo akapitisha mali katika nafasi. Faisal offside, ulipitishwa mpira Faisal pokea mpira kwa tafsiri ya line tu. Dumiso Pascal Gaudens anojaza ndani kule katika nafasi ya Faisal Salum Abdallah, fetoto Claude Niomugabo akaenda kumpandia na Niomugabo akamunga mkono bwana, akambeba akamshikilia, akamwambia, kijana hii ni football. Odibo Godwin Nigeria huyu ameuchanja pembeni kunekwa mali katika nafasi Victor Mbaoma umepita mbele yake umelelea, lakini ameuangalia tu. Huyu Victor Mbaoma ana kumbukumbu nzuri katika michuano ya Sekafa Kagame Cup 2024 alifunga bao katika lango hili hili, akiwafunga Singida Black Stars katika lango hili hili alimzidi maarifa Metacha Bonifasi. Mnata yupo katika kikosi hiki cha Azam lakini kwa upande wa Fofana yupo katika kikosi cha badi yangua na TP Mazembe. Dakika tisini za mchezo huu wa ligi ya mabingwa Afrika zimemalizika katika uwanja wa Azam Complex na Azam FC wamefanikiwa kuvuna ushindi mzuri, ambapo wameshinda bao moja. Si unakumbuka ahadi ya Rais Samia. Mara baada ya mchezo wa kumalizika, waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro alikabidhi kitita cha shilingi milioni tano kwa nahodha wa Azam FC Lusajo Mwaikenda baada ya kuichapa APR kwa bao moja wengine walishuhudia tukio hilo ni mwenyekiti wa Azam FC Nasoro na Idrisa maarufu Faza, kwa upande wa kushoto na hodha msaidizi Adolf Mtasingwa wa kwanza katikati kulia. Fedha hizo ni kampeni ya bao la mama Samia, ilianzishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan, ambapo wafuta jasho timu za Kitanzania zinaposhiriki michuano inayosimamiwa na shirikisho la soka barani Afrika, Kaf. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan hana mbambamba, akiahidi anatekeleza. Katika mechi za kimataifa ameviahidi vilabu vyote pamoja na timu ya taifa, goli la mama, timu yoyote ambayo inashinda kwa kila goli inapata shilingi milioni tano. Tumeona Yanga wamechukua hela zao jana, leo na mimi nimekuja hapa katika uwanja wa Azam hapa Chamazi, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba waziri naenda shuhudia mchezo, na katika kila goli takalofungwa kabidhi milioni tano mara baada ya mchezo. Kwa hiyo tumekuja hapa kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambaye anatupenda sana, anapenda sana michezo, anapenda sana timu zake zote pasipo ubaguzi. Leo Azam ameibuka na ushindi wa goli moja dhidi ya APR ya Rwanda. Goli hilo moja pamoja na kuwapa alama tatu. Pamoja na kuwatanguliza katika mchezo wa pili utakaofanyika kule Kigali. Linawapa shilingi milioni tano za mama. Hivyo basi, naomba nichukue nafasi mbele yenu kabisa ili wote waweze kushuhudia. Nikabidhi shilingi milioni tano za goli la mama kwa captain wa Azam bwana, eh, Lusajo eh, captain eh, fullback wa kulia mchezaji wa timu ya taifa, nimkabidhi shilingi milioni tano kwa niaba ya timu nzima ya Azam FC. Captain, naomba nikukabidhi mzigo kutoka kwa mama. Shukrani sana. Tunamshukuru sana rais wetu mpendwa Dr Samia Suluhu Hassan kwa zawadi yake kubwa kabisa kwetu, na tunamwahidi tutakwenda ugenini na kupambana kupata matokeo mazuri zaidi ya haya na tusonge mbele katika raundi nyingine kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Uh, kwanza ninipende kumshukuru mama kwa hii sapoti nini anaweza kuweka katika hii michezo ya kimataifa, kwa nini anatupush kwenda kuweza kuyafikia malengo ya timu na pia kuipeperusha bendera ya taifa Kiujumla, kwa hiyo mimi niniseme kwamba tutaendelea kupambana ili kuweza kuzichukua hizi hela za goro la mama kadri ya uwezo wetu, na ni muahidi tu, leo tumeweza kupata goli moja, na tutaweza kwenda kupush nchini Rwanda na kuweza kupata magoli mengi zaidi. Kwa hiyo nimuhakikishie, tutatoka katika hapa hatua, tutavuka katika hatua nyingine, na aandae pesa zingine, kwani tunajipanga kupambana zaidi. Tutashinda inshallah nchini Rwanda. Mchezo haukuwa mrahisi, haukuwa mrahisi hata kidogo kabisa, na furahi kwa kuwa tumepata alama tatu muhimu. Hayo ni maneno ya kocha Yusuf Dabo mara baada ya mchezo kumalizika.

Tukisalia visiwani Zanzibar, tumeongeza familia yaani, tumeongeza mashabiki katika kuhakikisha tunakuza jina la Azam FC na kuongeza mashabiki. Timu ya masoko ikiongozwa na meneja wa masoko Tunga Ali, tukiwa visiwani Zanzibar, tumeongeza idadi ya mashabiki kwa kuzindua tawi jipya, huku tukipewa jina la Nyerere Mbarawa. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. na niwashukuru washabiki wa Azam kwa kuweza kujitokeza hapa Nyerere kwa Mbarawa kwenye fungu zetu wa tawi. Yaani ni siku moja kubwa sana leo, siku ambayo tumeamua kufungua tawi la Azam ambao ndio tawi mama tuseme kwa hapo Unguja, kwa sababu matawi yapo, lakini hakuna tawi ambalo litakuwa na mwamko, hakuna tawi ambalo litakuwa na hamasa, hakuna tawi ambalo litakuwa na wanachama kama tawi la Nyerere kwa Mbarawa, yeah. Mgeni rasmi hapa, meneja wa masoko, mheshimiwa Matunda, eh bwana, karibu sana Nyerere hapa. Ndo Nyerere kwa Mbarawa hapa, ndo sehemu ambayo ina mashabiki wa Azam FC kuliko ni sehemu nyingine yoyote ambayo nimefahamu wewe. Kwa hiyo karibu sana, jisikie huko nyumbani. Ah, nimekuja hapa mbele yenu kutaka kuambia kwamba mujisikie muko nyumbani, wageni wetu, ili mujisikie furaha adhimu, kwa sababu ili tawi tumelianzisha, tulikuwa na shauku kubwa na tulikuwa na hamu kubwa kipindi chote hichi, yaani kila siku sisi tulikuwa tunasema hii siku haifiki, kila siku sisi tunasema haifiki kwa sababu tulikuwa na hamu kubwa eh. Kwa jina naitwa Ticha Juma eh, ni msemaji wa mashabiki Azam Zanzibar. Hii safari ya Azam FC mashabiki Zanzibar tumeianza mbali sana. Safari hii tumeianza tunga na shuhudia pamoja na viongozi wa Azam tukianza na mashabiki wanne tu Zanzibar kuanza kwa ushabiki wa Azam. Kwa hiyo leo sio msemaji sana, napenda kuambia kwamba tukutane kesho uwanjani. Shangwe, nderemo, vigelegele mwanzo mwisho, ushindi lazima. Tutaonana inshallah kesho uwanjani. Natumai siku ya kesho mimi ndo nataka kuona uwanjani hilo shangwe. Tutapokuwa uwanjani na litopokuwa shangwe uwanjani ndipo uimara wangu na tawi hili litapokuwa pamoja. Kwa sababu mimi sipendi shangwe la kuambua shangwe kwa kiwanjani silioni. Makamu mwenyekiti hapa Bwana Chabala amesema, kuna watu wana usemi wao huko, lakini na sisi tukasema kama kamambwai iwe kama mba iwe mba? kwa wembwa inamaanisha msimu huu kama kamambwai wembwai mpaka ki? Kieleweke. Kwa nisiwachoshe sana lakini, niwaambie kama kwa mbwai ni nitumie fursa hii kufungua tawi la klabu ya siku ya leo ya tarehe saba mwezi wa nane 2024 ili nakuwa tawi la tano la klabu ya Azam maeneo ya Nyerere kwa mbalawa, katika uwanja bora kabisa, nauona uwanja pale bora kabisa maeneo ya amani haya. Ili ni jambo kubwa. Kwanza ni wapongeze wakina mama nikiwa nafungua chomba vigelegele <tos> <tos>

Azam FC ni klabu ya watu katika kuhakikisha tunarudisha tabasamu kwa jamii, tumetembelea kituo cha watoto wenye mahitaji maalum kilichopo Buza. Sisi ni jamii, tupende watoto Katika kumalizia mchezo wa pili kwenye mechi ligi ya mabingwa barani Afrika, tumeipata kodi. Tukutane uwanjani. <coughs> Mzee mwenzangu vipi tena? Mbona unangaika angaika? Unapata tabu ya nini? Nakwambiaje, tumeipata kodi baba, nakwambiaje mzee mwenzangu eh, nakwambiaje

na mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka, Azamu FC timu bora bidhaa borawebejhasleunnhawakumwita karume aayn